Mei 22 ya mwaka 2016, nzakwa imeingia kwenye kitabu cha historia kwa mwanadada Wema Sepetu baada ya kuzindua application yake mpya ya Wema Sepetu mobile application ambayo itakuwa inamkutanisha na mashabiki zake moja kwa moja kupitia simu ya mkononi. Na siku ya uzinduzi huo wa mheshimiwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Nape Mnauye ndo alikuwa mgeni rasmi na alikuwa akizindua application hiyo na hapa ana machache ya kuzungumza kuhusiana na Wema Sepetu na kitu ambacho amekianzisha kwanza kwa Afrika Mashariki. Mtoa msanii ambaye anatoa huduma za namna hii, hongera sana sana sana sana. Sana. Kama serikali tunaweka kwenye rekodi zetu amo umetupa heshima kubwa, tutakuunga mkono, tutakusaidia na tutatangaza mafanikio yako. Nakupongeza sana, lakini pia umelieleza ume, ume, vizuri jambo hili, na mi nataka niseme ni katika mambo ambayo yako well planned, imepangwa vizuri, imeandaliwa vizuri, na sisi kama serikali tuko tayari kukusaidia na kuunga mkono. Kwa hiyo nakupongeza sana sana Nasema una- unaichukua una kasi yetu kwenye level nyingine, kwa sababu kwa kweli umeangalia mahitaji ya watu ya wadau wako na umeamua kwenda kwa kasi ya teknolojia ya dunia ya leo. Nadhani hili ni kubwa sana. Wasanii wetu kwa muda mrefu wamebaki na aspect moja, lakini ni kubwa katika hili ni kwamba umetambua kwamba you are, are, are the contents, uhitaji utafuta contents zingine najaribu kutafuta maneno ya Kiswahili na nayakosa, kwa hiyo tutavumiliana, lakini kwa kweli we are proud of you. Umeangalia mahitaji ya mazingira, mahitaji ya leo, mahitaji ya dunia ya leo, na mimi naamini kwa uamuzi wako huu, wewe sasa utakwenda mpaka nje ya mipaka ya nchi yetu, utakwenda mpaka duniani kote, manaake umefanya jambo ambalo dunia italiona na, na, na, na kuliangalia kwamba kuna jambo limetokea uh, Tanzania. Lakini ni washukuru sana hawa ambao wamekusaidia Hatman Traders na Push Mobile kwa kufanikisha ndoto hii ya kulifanya hili jambo litokee. Ninaamini watakusaidia pia kuwa na mikataba mizuri ambayo haitaendelea kunyonya jasho lako, lakini utapata haki yako kwa mikataba inayostahili kazi unayoifanya. Hichi tunachokifanya leo, kwa nini nimeacha shughuli za bunge kuja kukifanya? Kwa sababu kinasaidia kutimia kwa ndoto ya rais wa awamu ya tano, Dr. John Pombe Magufuli, ya kuhakikisha kila msanii katika nchi yetu anapata jasho lake la haki. Nitakuwa <coughs> ni mashahidi kwa muda mrefu vyombo vya habari vimetumia umaarufu wa Wema kupata pesa nyingi sana. It's time now, umaarufu wa Wema umfaidishe yeye na wale ambao yeye atapenda wafaidi umaarufu huo, na hatua hii ambayo leo tunaizindua inatupeleka huko. Habari kwa habari, mtakumbuka wakati naapishwa kuwa waziri wa wizara hii Nilisema kwa muda mfupi, tunataka tukomeshe wanyonya jasho la sanaa na watu wetu. Tumekuwa na watu wana majina makubwa, lakini wanaishi maisha ya taabu. Lakini pia ninaamini kwa teknolojia hii itapunguza sana uzushi na umbea ambao ulikuwa unatumika kuchafua jina lako, kwa sababu kila litakalowekwa, ndani ya dakika moja una uwezo wa kulikanusha ona kupongeza sana na sisi kama serikali kama nilivyosema, tunakuunga mkono, tutakusaidia tutasimama kidete, na kuwa, na kuwashauri wasanii wengine waige mfano wako. Umeonyesha njia, umeongoza, na hii haitabadilika, haita katika historia kwamba uliongoza wengine watafuata, lakini wewe umeongoza kizedu. Ongeza sana sana sana.